Baada ya viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka kutilia shaka kifo cha aliyekuwa mkuu wa majeshi jenerali Francis Ogola, sasa rais William Ruto amewaonya viongozi hao wa upinzani dhidi ya kuipaka tope idara hiyo ya kijeshi nchini.

Military in random talk. Akizungumza wakati wa hafla ya kufuzu kwa mahafali wa makadeti katika kambi ya jeshi la Lanet, kaunti ya Nakoro, Rais Ruto ametangaza kuwa serikali italinda hadhi, heshima na uadilifu wa jeshi ambalo ameeleza kama msingi wa amani, utulivu na maendeleo ya kitaifa. My administration and myself as Commander-in-Chief will defend by all means possible our military as they guarantee our stability and our development. Rais amefichua mageuzi yanayoendelea kuboresha jeshi la ulinzi la Kenya ikiwa ni pamoja na kuunganisha mafunzo ya mikakati yake ili kukabiliana na vitisho vya kiusalama kama vile vita vya kidijitali, uhalifu wa kimataifa na mapambano yasio ya kawaida. For today's and future professional and career demands. Wakati huo huo, Rais Ruto ametangaza kuzinduliwa kwa hospitali ya Lanet level 4, ambayo anasema itasaidia katika kuboresha huduma za afya hasa miongoni mwa wanajeshi nchini. Kwani sasa watatumia huduma za Taifa Care kupokea matibabu katika hospitali hiyo the commissioning of Lanet Regional Level 4 Hospital, and the Ulinzi Prime Health Services Fund. These initiatives will enable members of the Defense Forces community to access military referral hospitals through existing insurance schemes Mahafali hao wamefuzu baada ya kuhudhuria mafunzo ya kijeshi. Rais Ruto akiwataka kuwajibika kazini na kulitumikia taifa la Kenya kuambatana na, na kiapo ambacho walikula cha kulinda taifa. Immaculate yeah! Karimi, Undugu TV.